So, uh, by the way, uh, Gabumi wana historia ya barabara ya Sagalla imekuwa conversation sana. So I don't know, uh, what's your take? Leo tumesikia Haika mezungumze historia. mm. mm. mm. Ni kama naona kila mwanasiasa anataka kukulia kwa barabara ya Sagalla. Kwani, like, hii barabara imekuwa big deal. Uh, it's last a hot time, cake now, eh? Last time, naona Ruto alipokuja, Rais William Ruto alipokuja Voi. I think it was like two weeks or three weeks ago. mm. Ni kitu enye alizungumzia sana, tukaona pia MP Chome akaizungumzia, mheshimiwa Haika pia akaizungumzia so hmm. hata leo kwa speech ya Haika pale Matangani hi historia ameizungumzia, like kama kuna politician mwenye anataka kuacha legacy Sagalla sahii, aiseni, atengeneze hii barabara hmm? Lakini kwani, mbona hmm. hajua, kuna swali ambalo tunajiuliza hmm. from the governor to the the MP to the senator to the women rep Hmm. Wote wanasema kwamba wanataka kutengeneza barabara ya Sagalla. Kwa hivyo hata ikitengenezwa mm. hatutasema ni mwanasiasa fulani ah, by the way. Yeah. Kwa hivyo hii ni kama kama unatafuta kura na hii barabara hmm. itakuwa ngumu kwa sababu haitajengwa na mbunge fulani, itajengwa na, na national government hmm. Kila mwanasiasa atasema mi nilienda kwa Ruto, nilienda kwa Kindiki, nilienda kwa nani akasaidia. Kila mtu ata blame the, the shares hmm. So kusema unatafuta kura kwa barabara kitakoramba aisee hmm. hmm. Mm. Lakini unajua hata kwa politics pia za Sagalla yeah. Most of the guys wenye wameweni viti hapa wamekuwa wakitumia mm. hii barabara wakisema nitajenga nitajenga nitajenga but yeah, it's a uh, you know I'm not campaigning for one of the former MPs but uh, kuna umse anaitwa Dan Mwanzo mm. he did his best, alipanua hii barabara kaiweka mara mara kama mbili mm. for the 10 years he stayed here I think after that point, atujaiona hii barabara ikifanywa ni, ni grading tu inakuja inabebwa na mvua inabebwa na mvua. In fact, personally mimi mwenyewe kama mtu wa kawaida I don't prefer barabara hmm. ipitishwe ile kijembe ya tingatinga ni ile erosion. Yaani kuna a lot of something uh, let it stay like that. Unajua hizi pesa zinatolewa hmm. za kujenga hmm. barabara kama hizi. There is a lot of millions zinatolewa but wanafanyaga tu ile grading hiyo kidogo. Pesa wanakula wao. Yaani there is no, no nothing much to show. Hata hmm. ukiambia barabara itengenezwa juzi Hmm. Ani ukiangalia bado iko tu hmm. wametry kutengeneza masilabu silabu kidogo hapo hmm. But there is a lot needs to be done. Kuliko tu tu kupeleka matractors. Hmm. Na b uiokupelekatma akuweka ndmchanga pia, behind the scenes tukiangalia ile budget inatoka kugrade hizo barabara. You never know ni millions. Juzi hmm. by the way, recently tumeona hii hi, hi, eh, marekebisho hii rural road ilikuja ikafanywa launching hapa hivi na MP, so we waiting to see maybe marekebisho gani yatafanyika atafanyika juu a at the end of the day kama kuna kitu wananchi wanalilia sana Kusagala ni transport I say. No, na transport hukuSagala ni mm, what if hizo pesa zote za marekebisho mm, muzike pamoja mm, mtengeneze barabara instead of unarekebisha hii financial year unarekebisha tena financial year, mbona mrekebishe kila wakati Eka pesa zote pamoja mm. Then mjenge barabara ama, namna gani bwana watu ama, ama by the way watengeneze labda kwa, kwa mwaka watengeneze kilomita mbili eh hey, kidogo kidogo. <laughs> No way of doing short term solutions. Watu wanataka vitu sustainable mm -hmm. Ukifanya hapa unafanya unalima na tinga vue nakuja psh, mm -hmm. Kitu imebeba imeenda, then you want us now to believe unatuambia umetujengea barabara mm -hmm. Uh, we need something that uh, tunaona inakaa mm -hmm. Si kuvuja pesa za umma mm -hmm na pia tukiangalia saizi, mi sijui nisemeje, but kulingana na observation yangu as a journalist, na pia kama Mkenya, waheshimiwa wameenda off their manifestos mazee before wewe uingie kama mwanasiasa manifesto na advertisement ya ku kuna, the product uh, kuna kitu ambayo unadhani utafanya hmm. Kuna expectation wewe oh, unadhani hivi vitu ni rahisi hmm. hmm. Things are not easy venye most of these politician hmm. Wanadanganya wana hapo hapa wakifikiria ni hivi hmm. Ni totally different that's why unaona hmm. Mtu uh, akiingia pale hmm zile expectations mlikuwa hmm. nazo zina reduce. Ni kwa sababu gani? Yeye si mtu strong, first of all. Yeni mtu ambaye alikuwa more interested with the seats but not with the people. Tafuta mtu mwenye ako interested, unajua huyu ni mtu wa watu. yeah. sit mtu wa interest the seat because akiingia na manifesto, atafanya, atafanya, atafanya, akiingia, akipata mambo ni tofauti. You have to push for the projects. You have to fuata nani, kufuata nani. Kama ni mtu lazy, haiezani. Because for you to get development, huwezi kaa tu eti kidogo kidogo, kuna some offices, strategic offices, lazima uzifuate, ndio at least uweze uweze kupata miradi, lazima uende mbio. It's not for the lazy, it's just for people who are upright and know what they want. Then one more thing ya mwisho tunaweza zungumzia, I say, ni ni politics sai, tuko hapa Sagalla ward. Yeah, like siko siko baya na hatutaki tuzungumzie vibaya, by the way but like we, unaweza semaje about politics, what is happening? Ni wananchi wanafanyiwa kazi ama there is a lot of politics going on? Mimi naona <laughs> naona yani, siasa zime siasa zimeshika kasi siasa zimeshika kasi. Mimi nimezunguka vitongojini na, nime mm. na nikaona mm. yani, there is a lot of politicking ongoing but it is sad to see elected leaders politicking mm. mm. uh, mm. mm. um, kuna kwa sasa tunajua nani anataka hiki, nani anataka kile but wale wa kitambo, unajua kuna wale ambao wanaazimia watu tunanao shida mm. but the baddest and the cruelest part mm. ni kuona the current politician wako kwa viti hmm. tayari wanaanza ku aim the high seat, hmm. You are aiming your high seat ah, walio mwenyewe. Kwa hiyo kiti yenye huko hakuna kitu umefanyia mkazi, hmm. but unatuambia unataka kuwa governor, nataka kuwa senator, hmm. na wewe uko kwa kiti maybe MC ama MP, but hakuna kitu amana umefanya, but you are busy telling us that now ukikuwa kwa hiyo high seat you can do us something good. Bwana, msitubebe hivi hivi. Mm. E, wewe kama umekuwa elected as a politician za certain seat, make sure umemalizana na hiyo kiti, umefanya miradi kwa hiyo kiti umemaliza, mm. Ndio sasa wakati wa kampeni ukifika, utuambie, sasa watu wangu, nimewafanyia haki na kiki na kile na kile, nimejenga mm. barabara, nimefanya hivi. Sasa mnaonaje, mnaweza kunipea haya seat? mm. Hivyo tutasonga mzuri mm. Mm. by the day, literally hivyo ndo inafaikue juu, mheshimiwa lazima afanye kazi kwanza but uh, kuenda mtani kupiga piga politics sawa, so, wanatafuta unga eh, unajua ile ni muda wa kujia market, na, nini, na nini, lakini pia tunahitaji kuona maendeleo ya kufanyika kwa vijana. anyway, leo by the way tumekuja Marangi Stadium kupiana jezi bwana, onyeshe watu pale uwanjani pale. Leo tumekuja tu kupiana jezi hapa, ndio tukasema tupige conversation juu, tumepanda na the legendary Sagala Road <laughs> tumekuja, ni barabara Sagala, unajua tumeona baadhi ya wandani, unaenda mahali tairi inasimama mm. juu mm. Tairi inasimama juu mm. So kufikia hapo mm. Wacha turudishe katika makao makuu ya studio zetu. Yeah, yeah, by the way mm. kwenu studio kwenu.